Na Mola ailaze roho yake mahali pema. Na tukiendelea na taarifa zetu, Rais Uhuru Kenyatta amekuwa miongoni mwa waombolezaji katika mazishi aliyekuwa waziri wa nyumba wakati wa utawala wa Rais mstaafu Mwai Kibaki, marehemu Soita Shitanda katika kaunti ya Kakamega. Katika mazishi hayo, Cyrus Jirongo na naibu wa Rais William Ruto walizomeana. Kodi walikuwa katika mazishi ya mwenda zake Soita Shitanda ila tofauti zao zikidhihirika waziwazi wengine wakitumia fursa hii kujipigia debe. All that you are required to do is to ask public officers to be men and women of integrity to the extent that the commissioners of IEBC should leave office. We want a new Kenya. Lakini upeo wa makabiliano ulikuwa kati ya naibu rais William Ruto na mbunge wa zamani wa Lugari Cyrus Jirongo. Hiyo si kuwa kwa serikali uh, anakashirika na mimi. Sasa anaona huyu ambaye alikuwa mtu yangu ya mkono alipitia wapi hapa mpaka aka lakini unajua my friend, ni kujipanga na nilikwambia. Vivyo hivyo, swala tetezi la IEBC liliibuka kutoka kwa seneta Moses Wetangula na kujibiwa moja kwa moja na naibu rais William Ruto. Talking to me will not make you any lesser, my president. Sasa tukirudi hapa tumwambie rais, wacha turudi ile ya zamani zamani, ilikuwa moi yanaamua kila kitu. Rais Kenyatta alisema kuwa hiyo haikuwa hafla ya kushamiri siasa, huku akiahidi kurejea katika eneo la magharibi hivi karibu kwa minajili ya kuzindua miradi ya maendeleo na kuongea siasa. Nitarudi hapa tujadiliane mambo ya maendeleo, na niseme pia ntarudi hapa kwa sababu ya siasa. Ntarudi, watu wasifikirie kwa sababu sijaongea siasa sielewi, naelewa sana. Ni hafla ambayo imewaleta viongozi kutoka mirengo ya Jubilee pamoja na Kodi, huku viongozi hao wakiashiria uwezekano wa kuwa na mazungumzo ili kukwamua zogo ambalo linakumba tume ya uchaguzi nchini. Robert Wanyonyi, KTN, leo, Kakamega.